Kwa muda mrefu, kwa muda mrefu, watu wasioitakia mema nchi yetu wametumia mwanya wa ukimya wa watu wetu kutaka kuonyesha kuvunja katiba ndio haki, na wale wanaolinda katiba wanaonekana wao wanakosea. Naomba nirudie tena taifa letu. Hata ukienda kwenye shule ya msingi watoto wanajua ya kwamba kila baada ya miaka mitano tuna uchaguzi. Sasa kuna watu wanataka kubadilisha uchaguzi kwenye mwaka wa uchaguzi, maana yake nini? Walitaka nchi isimame, isiwe na maendeleo, isiwe na shughuli yoyote ile, kwa kuwa ukizuia uchaguzi tafsiri yake umezuia hata kulipa mishahara wafanyakazi, kwa sababu kwa mujibu wa katiba, unapokuwa na wizara ya fedha unakuwa na mtu mmoja anaitwa PST, mlipaji mkuu wa serikali, ambaye ni katibu mkuu. Unakuwa na waziri anayesimamia ile wizara, ukizuia, maana yake huyo waziri hajulikani ni wa mwaka upi. Tafsiri yake ni kwamba nchi inasimama, shughuli za maendeleo zinakosekana. Je, mnafahamu ya, ya kwamba taifa letu tunanunua madawa na vifaa tiba kutoka nchi za nje. Unapozuia uchaguzi, tafasiri yake unapoteza uhalali wa mlipaji wa kuagiza hayo madawa. Anaagiza kwa mamlaka yapi? Unapozuia uchaguzi unazuia shughuli zote za kimahusiano ya kimataifa manake taifa letu linakosa kuwa na waziri wa mambo ya nje kule, akienda hatampokea. Wanasema, wewe umetokea wapi? Tanzania. kwani uchaguzi nini mmefanya? Ah, tumeahirisha. Sasa wewe ume, hii nafasi umeipataje? Sasa watu hawa ni rahisi tu kusema kwamba wanazuia, lakini wanachokizuia kimsingi, hawazuii Rais Samia kuendelea kuwa rais wanachozuia ni huduma za serikali zisimame, alafu mambo yawe shagala bagala, nchi fanane na banana republic, yaani nchi isiokuwa na utawala wa sheria. Itafika mahala sasa, wewe na mgogoro wako wa ardhi unahitaji msaada wa waziri wa ardhi, unaenda waziri yupi mwenye mamlaka ya kuwepo wakati uchaguzi haupo? si kama tunaelewa vizuri. Kwa hiyo wanachokipambania ni kikubwa kuliko kile ambacho anakisema. Wanachokipambania ni kuharibu amani ya taifa letu, kwa sababu kutakuwa nchi isiyokuwa na utawala wa nini? Wa sheria. Nimekuja kuwaomba wanaarusha hilo kwenye jimbo letu lisitokee, hilo kwenye mji wetu sio nini? kwa sababu wanachokitafuta ni kuivuruga nchi. Wao waliamini, yani ya kwamba hajawahi kutokea mwanamke rais, wakaamini huyu mama atakuwa mnyonge, atakuwa legelege, wamchezee wanavyoweza. Wakaenda hatua mbaya zaidi, wakaamini ya kwamba ile miradi aliyoianzisha marehemu Magufuli akiwa dokta Samia haitatimia. Wameshangaa sasa hivi umeme haukatiki, wameshangaa SGR inafanya. Na juzi SGR ilivyosimama ikapata hitilafu ya kudondoka baadhi ya mabewa, walishangilia ila wakaumia. Mambo mawili waliumia kwa sababu alikosekana mtu aliyekufa kwenye SGR, walitamani angekufa mtu waanze kupiga kelele, lakini pia wakashangaa ndani ya masaa mawili na nusu SGR mpya imekuja kichwa cha mchongoko, abiria wameingia, wameendelea nini? Wamekaa kimya. Hayo mambo yanafanywa na mwanamama anaitwa Daktari Samia. Kwa hiyo wa kushindwa kwao wametafuta hoja ya kukimbia uchaguzi kwa kutaka katiba fanya nini sasa. Kwa muda mrefu sisi tumefanya kosa hili, ni kosa letu sisi

sisi si, tunataka tuwafanyie kazi. Naombeni na nyinyi na mkubali wana Arusha, kutupa nafasi ya kufanya nini? Kila mmoja wetu akiisha na linda amani yetu, tukishalinda hili amani, yanayoendelea yote ni burudani, si ndio? Jamani, amani ya taifa letu iko mikononi mwa viongozi wa dini. Jana nilipata nafasi ya kwenda kanisani, nikamwambia viongozi wa dini, ndio Mungu amewapa nafasi ya kutuongoza sisi, kwa kuwa yale mnayo yasema tunaamini ametoka ya kwa Mungu. Kwa amani ya taifa letu liko mikononi mwao, kwa sababu kanisani au msikitini hatuendi kwa hofu ya mwanadamu, tunaenda kwa hofu ya Mungu. Amen. Wanaotetea kuilinda katiba ni waumini. Wale wanaotaka kuivunja katiba ni waumini. Tafsiri yake nini? Viongozi wa dini wana uwezo wa kutuita sisi waumini wao, wakatukalisha chini na kusema hivi: wewe kwa nini unataka katiba hii iendelee? Na wewe kwa nini unapinga katiba hii? Alafu wao wakisikiliza wanaweza kutoa mwafaka na usuluhishaji mzuri na kila mmoja akaondoka akiwa na imani ya kuilinda Tanzania kupitia maelekezo ya viongozi wa dini. Amen. Kwa mimi bado nazidi kusema na kuwaomba viongozi wa dini, nafasi mlio nayo ni kubwa mno kwa taifa letu. Kwa kuwa wote wanaopingana ni waumini wenu, wa dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo wote ni waumini, na nyinyi mnao nafasi ya kuwaita ili taifa lisiingie kwenye machafuko. Sisi tumekubali kuilinda katiba, na miaka mitano imefika, lazima uchaguzi ufanyike. Ukiwa na mawazo tofauti sawa, lakini sio mawazo ya kupinga na kuvunja nini, katiba. Jambo langu la mwisho, ndugu zanguni, nimefurahi kuona na sisi mmejitokeza kwa wingi, na mmeziomba kula kwenye mitaa yenu, mmeomba kula kwenye kata zenu na mmeendelea kuomba kula mpaka stendi na masokoni kote. Basi imebaki siku moja ambayo ni kesho. Sasa twendeni tukafanye kazi ala salama. Asiwepo hata mtu kwenye mtaa wetu ambaye hataenda kupiga nini, kama tulivyofanya leo, tendo la imani la kutembea na kuwaomba watu wote wajitokeze. Basi naomba twendeni pia tukafanya tendo la kiimani la kuwaomba wana Arusha wajitokeze kwa wingi.